Tunaelewana jamani, hicho kitu hapana. Bosi mwajiri anayewaza hicho kitu akafanyie kwingine kabisa, mimi ningemshauri akafanyia nchi nyingine. Ah, kwa Tanzania hapana, kwetu sisi hapa hapana. Tutakutafuta tutakupata tu, tunaelewana jamani, tutakutafuta tutakupata tu. Hayo mambo kwenye kituo chetu hapana. Sisi hapa tunasimamia haki za watu, tunataka tusaidie wasichana wanawake kwa hiyo huyu mwanamke ni pamoja na wewe mwajiri. Huyu dada anapokuja kwako anakusaidia wewe kufanya mambo yako. Sasa huyu tena wewe unaanza kum, kumabuse hapana, hicho kitu hakipo. Tunaelewana jamani. Kaa, sijui nime nimeiweka sawa hiyo vizuri. Yeah, lakini kuna point moja pia nilikuwa nataka ku... yeah. Uliongea vizuri nimeelewa mm, kwamba hatuna bosi mmoja kwamba mm, dada unapokuwa umetendwa vibaya urudi hapa mm, kituoni lakini pia na we mwenyewe jangalio kwamba bosi amenizungumzia hivi kwamba nilifanya nini, let's say ame, ame, let's say, naongea upande wa malezi, kwa sababu wadada wengi wanakaa nyumba ambazo zina watoto. Of course hicho ni namba moja, hujampikia yeah. mtoto hujaandaa labda nguo za mtoto za anatakiwa kwenda kanisani shuleni wapi, then unaadresiwa, una kama justification ambazo haziko reasonable, then unaambiwa, unakasirika, unasema narudi kituoni, labda naondoka, sijui nafanya nini, kwamba kuna kazi nyingine. That's okay, kuna kazi nyingine, lakini hicho unachokifanya nyumba hii je? Yeah, nyumba nyingine uta, utashindwa kukifanya kwamba knowing that kuna kituo nitarudi, nitapata tu kazi? Uh, kwa, kwanza huo sio taratibu wetu. Eh, point kubwa ni hivi, bosi dada anavyofanya makosa, mwajiri, mkataba wetu unasemaje? Mwajiri anatakiwa asiliane na nini? Na kituo kama ameshamwambia mara ya kwanza mara ya pili, bado dada afanye nini, habadiliki? Anatakiwa asiliane na kituo ili tumbadilishie dada, clearly huyo dada ameshindwa kufanya kazi yake. Sisi kama kituo, huyo dada akirudi hapa, tunaangalia yale makosa aliyofanya. Je, hayo makosa ni makubwa, ni madogo, ya kati au ya vipi? Kwa mfano dada sasa kama huyu ambaye ameshindwa kumhudumia mtoto. Kwa hiyo sisi kama kituo tutaona huyu dada atakuwa ni changamoto kwenye kuhudumia watoto. Sasa wateja wetu asilimia zaidi ya tisini na tisa wana watoto. Kwa hiyo tunampeleka wapi? Labda tumtafutie mabanda ya kuku. I don't know. Sijui. Si ndio? Maana wajili wetu asilimia tisini na tisa wana watoto, wewe unaposhindwa kuhudumia watoto sasa utafanya kazi gani? Sisi tunaelewana jamani. Kwa hiyo yeye akisema anarudi kituoni, fine. Karibu. Tutamsikiliza, si bado ni, ni client wetu, ni dada yetu, lakini tutaangalia kosa lilofanyika ni lipi, mwajiri alifanya nini, dada alifanya nini. Kama anastahili kupewa nafasi, tutampa kutokana na makosa aliyofanyika, lakini kwenye risk, dada hawezi kurudishwa kazini. Kuna changamoto, hatuwezi kumchukua dada kwa sababu katoka hapa tu, hapana. Nafikiri nyinyi mnafahamu, wadada wengi sana tunawarudisha, tunawakataa, hatufanyi nao kazi tena kwa sababu kazi yetu kubwa sisi hapa ni ulinzi wa mtoto hiyo ndo kazi yetu kubwa ya kwanza, ulinzi wa mtoto malezi, ndio jukumu letu kubwa la kwanza. Na kama nyinyi wenyewe mnafahamu, hapa wadada wote humu ndani ambao wamefanya vizuri, waliopata tuzo, wanaosifiwa na mabosi wao, asilimia kubwa ni nini? Watoto. Simeelewa? Kwa hiyo kama wewe uwezi kudili na watoto, kazi za nani? Siyo zako kwa Tanzania kwa sababu asilimia 99.9999 ni watoto. Shii tumeelewa na jamani eh? Haya. Tuendelee. Wadada Wadada Center. Wadada Center. Tumepoa kwa sababu hilo limetugusa tena kwa upande wetu si ndio? Aya ah, tuchangamke tena, manyanyaso ya kazi za ndani ni yapi Ruti. Wadada Center. Kwa familia. Um, kwa upande wangu Uh, sina manyeso lakini kuna ni, ningependa kutoa story fupi kwa vitu ambavyo nilipitia kipindi nafanya kazi Zambia, kwa sababu mi nimeanza kufanya kazi za ndani kwa na miaka nane, kwa hiyo nilendeka Zambia, nilikuwa na miaka nane kulea watoto, na kule nimekaa miaka kumi. Nilikuwa sina mawasiliano na watu wa nyumbani, wala nilikuwa sina kituo ni mengi ambayo nimepitia nilikuwa napigwa nafanyaje lakini nilikuwa navumia kwa sababu sina pa kwenda. na nilikuwa silipu hela mshahara ilikuwa nikusoma yaani nafanya kazi mshahara nikusoma kwa hiyo kuna vitu vingi nilikuwa nafundishwa na nikikosea napigwa ni mengi nimepitia nilikuwa nanyanyaswa kwa sababu ilikuwa ikifika kwa mfano jumamosi kwa sababu Jumatatu mpaka ma juma, Ijumaa naenda shule. Kwa hiyo ikifika Jumamosi ndo siku ya kufua nguo. Ya unakuta sasa ngine nafua mpaka damu zinatoka, ila sikujali niliendelea kufanya kazi mpaka miaka kumi imeisha, lakini hakuwa mkataba, ilikuwa tu kawaida. Koo, nimesoma nimesoma hivyo, lakini leo hii namshukuru yule mama ambaye alikuwa ananipiga hivyo nikosea kazi, kwa sababu nimejifunza mimi kutoka kwake. Ni, nime... <laughs> Yaani leo hii naweza kufanya kazi aina yoyote na nisone kama inanyanyaswa kosa. Saa nyingine mtu anaweza kawa anakuelekeza kazi nini, kaa anakunyanyasa, kumbe anakufundisha. Yaani mimi hakuna kazi siu niende wapi Hakuna kazi eti mtu anaelekeza kazi naoneka vile ananyanyasa hapana. Yaani kuna watu wengine wanakosa tu uvumilivu. Unakuta mtu unaelekezwa hiki, nafanywa hivi, fanya hivi, fanya hivi kwa vile anakunyanyasa, lakini anakufundisha. Yaani mimi leo hii nampenda sana yule mama, kwa sababu asingekuwa anafanya vile alivyokuwa ananifanyia, nisingejifunza kazi, ningekuwa mzembe mzembe, ila leo hii Najikubali katika kazi zangu zote ninazozifanya. Yaani hakuna kazi ambayo inanishinda kufanya. Eti mtu aongee sijui nini naone kama ninyanyasa, hapana. Mimi mtu akiongea nafurahi kwa sababu ananipenda, ananifundisha. Mtu ambao ukikosea hakwambii, huyo hakupendi. Lakini yule ambaye ana, ana, anakwambia anakwambia hii nini nini hata kama akisema maneno aina gani huyo mtu anakupenda anatamani kuona umebadilika, unafanya vizuri. Ndo hivyo, asante. Naomba mwache na mike kwanza, um, <laughs> kwanza, mwa kwanza mwache, mwache, mwache, mwache, <laughs> mwache na mike. <laughs> miwaz kuna kitu kizito Ruth umetupiga kitu kizito. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ruth katupiga jamani. Hebu niwaulize nyinyi wadada wote mndani, hivi mnafahamu ukatili nini? Au ah, unyanyasaji, tulisema hapa Si mlisikia kidogo, imesemwa mtu akikupiga, ni ni ukatili au sio ukatili? Au ni unyanyasaji au sio unyanyasaji? Semeni kwa nguvu wasikie, semeni ni ukatili, ukatili! Semeni kwa nguvu wasikie jamani, amtaki mabosi wenu wasikie, semeni kwa nguvu mabosi wenu wasikie, ni ukatili sio ukatili? Ukatili! ni unyanyasaji sio unyanyasaji? Unyanyasaji, unyanyasaji. Okay, akiwa anakufundisha ukakosea akakupiga ni ukatili sio ukatili? ni unyanyasaji, sio unyanyasaji? Unyanyasaji. Ruth, hakukusaidia mnielewa, hakukusaidia. Alichokifanya alikuwa anakunyanyasa, alikuwa anakufanyia ukatili, alikuwa anakukandamiza kwa bahati mbaya. Mlinisikia nilisema hapa mwanzoni eh? Nilisema kuna wanawake wengi wanaamini wao kupigwa na wanaume ni sawa wakifanya makosa, si ndio? Kuna wadada wengi wa kazi wanafikiri wakifanya makosa kupigwa ni sawa. Hapana, sio sawa. Kumpiga mtu ni kosa la jinai Tanzania, kosa la jinai. Mnafahamu la jinai, unaenda polisi, anafunguliwa kesi. Mmeelewa jamani? Kwa bahati mbaya tumekuwa katika hizi mila, ndio maana sinawachanganya watu wengi sana, wadada wengi wanachanganyikiwa, anafikiri mtu anayekupiga anakusaidia. Hakusaidii. Simeelewa? Nafahamu tumekuwa katika hizi tamaduni, na hizo tamaduni zimetoka kwa wakoloni jamani. Ndio maana hata leo unaona wizara yetu ya maendeleo inapambana sana na walimu ambao wanapiga nini watoto mashuleni. Ule ni ukatili, ule ni unyanyasaji. Simeelewa? Haya ni mambo hata wanyama wenyewe. Wenzetu walioendelea wanasema kuna ukatili wa wanyama. Sasa wenzetu wamevuka kwa binadamu, wameenda kwa wanyama. Sisi bado tuko kwa binadamu. Meelewa eh? Wenzetu kule nje wameondoka kwa binadamu wameenda kwa nani? Wanyama. Ukimpiga mnyama unakamatwa, unafungwa. Sisi bado tuko kwa nani? Kwa binadamu. Lakini kwa bahati mbaya, kwa huzuni, Tanzania wanawake wanapigwa na wanaamini ni sawa kwa sababu wamefanya kosa. Wadada wa kazi wanapigwa kwa sababu wamekosea, wanaamini ni sawa. Dadangu Ruth anadai yule mama amemsaidia sana. Hapana, hajakusaidia mdogo wangu. Kusaidia, alikuwa na kukatili, alikuwa na kunyanyasa. Hakuna binadamu yoyote chini ya jua mwenye haki ya kumpiga mwenzake, unanielewa? Hakuna chini ya jua, hakuna binadamu mwenye haki ya kumpiga mwenzake, kumnyanyasa mwenzake. Ndio maana mwenza, unaona nchi nyingi duniani zimeweka hizo sheria, na hizo sheria zimekuja ili kuondoa mila na tamaduni mbovu ambazo baadhi ya enzi nchi zilikuwa nazo tangu zamani na zilikuwa nazo wakati ule, kwa sababu zilikuwa ndio zama za ujinga. Wakati ule hatuna maarifa, sasa hivi tuna afadhali, tuna maarifa kidogo, tuna sheria. Sijui mnanielewa. Kwa hiyo nafahamu mabosi wengi ambao wana, wana changamoto na wadada ni wa kike. Sijui mnanielewa Mabosi wa kike ndio wana changamoto na wadada, lakini mimi nafahamu kwa nini hao wanawake ndio wana changamoto na wadada. Kwa sababu hao wanawake mabosi na wenyewe wananyanyaswa wana na nani wana. na wanaume wanadundwa, wanapigwa, wanakatiliwa na wanaume kwao, na wao wanatafuta wa kumfanya nini? Hiyo e, inarudi kwako we dada na dada naye na ao wachache wengine akiona naye ame chekasha ja hawezi tena frustration zake anamtolea nani mtoto. Mtoto jamani, jamani nilisema sisi kazi yetu ni kulinda nani watoto. Lakini umeona hiyo cheni, huo mnyororo ulivotoka eh? Mnyororo umetoka kwa baba? Actually no no no, haujatoka kwa baba, umetoka kwa wakoloni. Wakoloni, wakoloni walikuja hapa, wametupiga viboko, wametuchapa fimbo kweli kweli hawa. Oh, mnaona hao. Wazungu sijui wa nani, na sisi walivyoondoka, tunaanza kupigana wenyewe. Bosi anajiona mimi ndio master, mimi ni bosi, nani anaanza kuchapa wengine. Mwanaume anaenda kwenye nyumba yake, naye akiwa na mamlaka, anaanza kuchapa mwanamke. Mwanamke naye hana wa kumuonea, anamchapa nani? Dada wa kazi. Dada wa kazi naye anamchapa nani? kwa mtoto. Aende kwa nani? mtoto anaenda wapi? Ah, Come on guys, let's be serious. Hatuwezi kuwalinda watoto kwa namna hii, meelewana jamani? Hatuwezi eh, kulinda watoto. Kwa hiyo jamani, kupigwa sio kusaidiwa, meelewana eh? kupigwa sio eh, kwa hiyo nafikiri Ruth utamsamehe tu huyo bosi sawa. Unampenda ndio, lakini sijui kama yeye anajua kama alifanya kosa. Unajua kitu kibaya kwa binadamu na kibaya kwa jamii yetu sasa hivi ni watu kutokujua kwamba wanafanya kosa yes. ukafanya nini? nikamsalimia yaani, yeye anatamani nirudi nikamsalimia, hata watoto wake, unakuta nikawapigia WhatsApp sema dada rudi tupikie chakula. Mm. ndio wapo Zambia, ndo wanaishi huko. Mm. Mm. Wanaongea, wana wanasalimia, uje utupikie chapati. Mm. we want chapati. ulisha kuwapiga mtoto wake? Mm. Nikuwa nacheza nao, nikuwa nawapenda sana. Okay. Ungejaribu unge, unge kuwapiga uone siya. <laughs> alikuwa anakupiga ili ya sasa sinawe unabaki na watoto unawasaidia so, so, so, ah, jamani tunaenda hivyo hivyo jamani. Au bosi alikuwa anakupiga kwa sababu alikuwa anakufundisha, si ndio? Kwa hiyo nawe ungewapiga watu wake kwa sababu unawafundisha si ndio? Angekubali asingekubali? Kwa hiyo kwa nini we unaona ni sawa ye, kwa sababu anakufundisha, kwa sababu ulikuwa ujui. E, ndo hivyo hey, ndo ulikuwa ujui. Jibu ndo hilo mkuki kwa